The one way information, habari za moja kwa moja zinazokosoa tu na zinafanywa na mataifa kwa, kwa milengo yao. Lakini lazima tuelewe, mama huyu anapigwa vita, si tu kwamba ameshindwa kutekeleza majukumu yake, no kulia na kushoto. Ni kwa sababu taifa lenu, nchi yetu takatifu ina kiwango kikubwa cha rasilimali na ina kiwango kikubwa cha rasilimali watu wafanya kazi mtafanya kazi kama wanavyofanya Kongo, bila malipo simnasema kwamba sasa hivi watu wasikilizwe, tusiposikilizana tutafanyishwa kazi kwenye migodi na wengine wakiendelea kuchapana kama inavyofanyika Kongo, kwa sababu hizi ndio nchi zenye rasilimali lukuki ulimwenguni. Nini cha kufanya katika muktadha huu? Ni dhahiri haki za kiraia na uhuru wa kujieleza Tanzania una muda mgumu kwa sasa. Unahitaji uelewa mzuri, bila kutishana, bila kuongea mamisamiati yaliyopitiliza, bila maneno maneno mengi, kwa lugha zile zile za kundi kubwa zaidi ya asilimia sitini la vijana kutoka kwenye vijiwe vyao, kama mwenzetu Son of God, alivyosema mpaka kwenye stream service, yaani vituo vya televisheni pamoja na radio na kwenye mitandao na majukwaa kama hivi tunavyojadili. Every day tujadili maswala yetu kwa nguvu kubwa bila kuuma maneno, lakini ni lazima tuwang'amue wachochezi, lazima tuwatambue opportunist, lazima watambua tu wakatae mipango ya kuiharibu hii nchi, inasukwa kwa vizuri mno, na bahati mbaya zaidi wanaotakiwa, wanaoiharibu hawana maskani Tanzania. Isitoshe kwa Watanzania na ni, ni, ni, ni, ni bebe i, i, i aibu ya mwenzetu aliyesema mtu mmoja tu kwenye, kwenye, yaani mtu mmoja ametikisa nchi nzima mpaka hatuelewani kini ni lazima tuwe na neno kweli. Ni kushukuru tu son of God kwamba umesema lazima tuwe wa kweli, kama viapo vya viongozi wetu na kama maadili ya watu wetu, maadili kutoka kwenye familia zetu, lazima tuwe wa kweli na ni lazima tutambue tunataka nini. Sio hii iliyofanyika, kilichofanyika kimefanyika. Tusirudi nyuma, tumeumizana vya kutosha, tumefikishana kwenye levo hii. Zikitolewa zile video za watu waliokuwa wanafanyiwa yale, waliokuwa wanafanyiwa polisi wetu walivyouawa, hakuna mtu anaweza, hakuna nchi inaweza kuvumilia. Vijana wetu wanaposema tunaenda kuchoma, sasa hivi sehemu fulani magari yanasimamishwa yanachomwa. Nimeona mtu mmoja anasimamishwa, anaulizwa umepiga kura akakatakata akaangaliwa kidole akashushwa, na mwanaye gari lake likachomwa. Hivi kweli kwamba unayo yataka wewe basi kila mtu ayafate? Tun, tunavunja sto ya mtu, tunaingia tunachukua vitu tunaharibu. Mnaingia kwenye ATM mnaanza kuivuta ATM na tuna, alafu tunasema hawa wana haki. Zile ni vurugu zimefika pale kwa sababu moja tu. Son of God amesema, hakuna taarifa sahihi kwenye vichwa vya vijana wengi zinazohusu mambo sahihi, na hii ni tatizo kubwa kwenye hii nchi. Nimalizie tu kwa kusema tunapaswa kujadili kwa mioyo iliyonyoka sana, lakini tunapaswa kuwa wakweli na kufichua uovu wote unaofanyika kwenye jamii. Ni si media za Tanzania is too shame to them. Wataalamu wote mlipo, tupo ni aibu yetu kama Tanzania, kwa sababu tulipaswa kusema kweli na kufundisha kweli na kufanya investigation stories kabla hata ya CNN. This guy amekuja amekaa pale na manga amekusanya kusanya vipicha, anatumiwa tu na kina Mwaipaya, wanaundaunda vipicha, wanajipiga picha kwenye chumba kimoja kimepakwa rangi kama na, this is too shame, natamani is too shame kwa hii nchi takatifu kiangoiki. Hii ndio nchi vijana wake au je, wewe nyo...